Kulingana na zile changamoto ambazo kwamba vijana ilikuwa wakizikumba sana, ni miongoni mwa ukosefu wa vitambulisho, ambapo kwamba kuliona kwamba kuna haja sisi kama shirika kupitia mradi wa Tushirikiane tuje tulete hizi activity, tuchukue wale watu ambao kwamba ni wakusajili watu vitambulisho na kuwaleta maeneo ya mashinani, ili kuwawezesha vijana wapate ile opportunity ama nafasi ambayo kwamba itawawezesha wao wapate kumiliki vitambulisho. Ah, huku bana ni muhimu sana kuwa na kitambulisho. Afadhali ukose pesa mfukoni, kwa sababu kitambulisho ndio mambo yote. Ukienda baharini ni kitambulisho, ukienda shambani ni kitambulisho, ukienda mkokoni kila kitu ni kitambulisho. Pande hivyo boda, kulingana na hali ya security ni sawa, kulingana na sherehe za serikali. Uh, si jambo gumu kwetu kutembea nacho, lakini kupata ndio likuwa ngumu. Lakini sahii tunatoa shukurani kwa serikali pamoja na mashirika wametusaidia pakubwa. Nae tukienda <coughs> Lamu Mokoye ndo tukipata vitambulisho za usafiri. Ukitoka Kiunga mpaka kusikila Mokoye aliko ni elfu chachu wakati hoo, ama nne. Sasa hii kama huna shilingi elfu kumi hufiki Mokoe, lakini kwa sasa shukuru, alhamdulillahi, vitambulisho tumecha hapa.